Ni muda wa kupumzika nyumbani kwangu gorofani. <laughs> narudia tena mm. huku ni kinywa maziwa yangu vizuri. Narudia tena niko gorofani. <laughs> narudia tena niko gorofani kwenye nyumba ya bilioni moja. Halo, vipi? Bwana, niko sehemu nzuri sana. Niko sehemu nzuri sana. Niambie na taarifa nzito kuhusu mzungu, kuhusu mzungu huyu huyu, yeah. Mzungu anatakiwa atoke Salamanda Jumatatu. Boss katoa maelekezo. Mzungu anatakiwa atoke Salamanda Jumatatu. Ndio. Atoe vitu vyake vyote <laughs> na anavokoa hivi Ah, asante kwanza, asante kwa, nashukuru sana taarifa ilionifikia sasa hivi. Mzungu natakiwa Jumatatu Salamanda utoke, utaenda wapi? wapiipitajiri tajiri G G, nimwambie asante gani? pige G Eh, bwana mzungu anatakiwa atoke, tajiri kaamua kumbloku, na taarifa nilizozipata kuwa amemblock baada ya kumbloku. Pia tajiri ametoa maelekezo kwa walinzi wake, hatakiwi kuonekana, inaita tajiri, kinaita tajiri <laughs> nataka jue tajiri na kweli eh. Ame, ametakiwa kuwa blocked na kweli anatakiwa kuwa eh, aondoe vitu vyake. Salamanda mzungu, utaishi wapi Salamanda, haikutaki tajiri, <todicum> kakubloku, walinzi wamwambiwa, nyumbani usionekane, <todicum> nyumbani usionekane, walinzi wamwambiwa, tajiri kakubloku. Eh, <todicum> alafu Salamanda, unatakiwa <luna> utoke, <todicum> utaishi aligadi na maradhi uliokuwa nayo. Wacha nishushe kwanza, natende hizi, ni tende, habari tamu, ndugu yangu Huja nikupe kazi ufanye kazi na Matias yes. <coughs> Mfungue gesi na mosho gari. Na magari hmm.